Bima pub urahisi wa maisha. Sasa, mradi ule wa gofu ulibuniwa na bodi ya wadhamini ya TANAPA kama one of the very important product za tourism na umepewa jina la Serengeti National Park Golf Course, au tunasema ni mradi wa gofu hifadhi ya taifa Serengeti. Ni uwanja ambao unakwenda kuchukua sura ya kimataifa, una mashimo 18 na tisa ya kwanza nimesema ni front nine, na tisa ya nyuma tumesema ni back nine toto 18. Lakini why unique? Sio tu kwa sababu inajengwa katika hifadhi ya Serengeti, kwa sababu pia tumeongeza urefu wa kila shimo, na hivyo kufanya uwanja huu utakapokamilika kuja kuwa uwanja katika viwanja virefu sana duniani. Una jumla ya kilometa 7.065 au yadi, kuna watu wanapima viwanja hivi kwa yadi huko Marekani 7726.4. Alafu pale tutajenga very expensive, very expensive and luxurious Sleeping cottages za wageni na other supporting facilities hotels and everything. Hiyo sasa hivi tumeanza ku, ku, ku invite eh, eh, investors ambao watadwell kwenye hiyo eneo umeona eh? Sisi tutamalizia pale, tutamalizia na, na, na, na, na clubhouse, lakini hiyo, au watakuja kufanya hiyo tunaziita support facilities za golf ili kufanya huo golf hii gofu kweli iwe iweze kutoa vionjo vyake ambavyo tunavitegemea, lazima tuweke hizo zipgozjezi tutakuja kujenga pale. Ni uwanja ambao unakwenda kuwa unique compare na viwanja vingine vyote vya gofu duniani. Kwa nini? Sio tu kwa sababu unajengwa katika hifadhi famous ya Serengeti. Hapana, sio tu kwa sababu hiyo. Ukiangalia hata design tuliyofanya kwa vile uniki ni unatekelezwa katika eneo lenye jumla ya eneo lenye ukubwa wa eka 450, na kwa sababu ni eneo kubwa, tumeweza kudesign mashimo ya kawa mbalimbali mbali, kukawa na total exclusivity kati ya shimo na shimo kwa hiyo hiyo inaongeza vionjo kwa mchezaji. Uwanja ni wa kipekee sana, na utakuwa wa kipekee kwa sababu umetengenezwa kwa vipimo vya kimataifa, lakini pia kama mnavyoona, na eneo letu ni eneo la hifadhini, kutakuwa kuna wanyama wengi sana ndani ya uwanja huu. Kwa hiyo pia ni aina ya kivutio ambacho kitaleta upekee kwenye uwanja huu. Wanyama wanaokuwa hapa wengi hasa watakuwa wale wa burudani kama vile labda swala swala ndo wengi sana hapa kwa sababu challenge kubwa ya gofu huwa ni maji. Mimi naitwa Juma, mmiliki wa magari ya usafirishaji wa mizigo na abiria. Natumia bima papo kwa sababu inaruhusu kuweka ti namba yangu wakati wa kununua bima, inafanya iwe rahisi kudai vati kutoka TRA kwa hey, kutumia hati hiyo hiyo ya bima, uwezo wa kupata mkopo. Hii inasaidia sana kugharimia mambo mengine ya uendeshaji, hata kama bajeti ina bana. Tumia bima pap kwa kupiga nyota 150 nyota 51 alama ya reli, au kwa whatsapp tuma neno bima pap kwenda namba 0764166066 ujipatie bima bima pap Urahisi wa maisha.